Mheshimiwa, utuelezee tu kidogo kuhusiana na third edition of the Great Chepsaita Cross Country. Ulikuwa awamu ya pili na pengine ulikuwa kwa awamu ya kwanza pia. Awamu ya tatu, pengine unaonaje? Imeweza kuimarika na mahali ambapo tunaelekea, tunaelekea upande gani? Eh, kwanza nikushukuru eh, na niseme kwa wasikizaji na watazamaji wetu Kimani Ichungwa na amiga, so ukiniuliza ni kwa nini nashiriki kwa hizi mbio, sababu amiga niko nyumbani, na nikiwa nyumbani huwa nashiriki kwa hizi mbio, sio awamu ya pili peke yake na hii ya tatu. Awamu ya kwanza nilishiriki Wakati huu uwanja ulikuwa ni uwanja tu wa nyasi, na kosa hii kwa imetengenezwa na imekuwa ni kishiriki kila mwaka, sio tu kwa kusupport mambo ya michezo peke yake, but pia kusupport mambo ambayo ni ya elimu na mambo ya afya, afya nzuri. Unakumbuka hapa Chepsaita Uh, dispensary ya Chepsaita iliweza kufanyiwa marekebisho kupitia hizi mbio. Tumeona watoto wengi kutoka eneo hili na eneo jirani, mkoa wa Magharibi, watoto wengi wakisaidika kwa mambo ya elimu uh, na kukuza talanta zao kupitia hizi mbio. Kwa hivyo nashughulika kila mwisho wa mwaka kuja nyumbani kusema asante kwa Mwenyezi Mungu, kufanya zoezi kidogo na pia kusupport michezo na mambo ya elimu ya watoto wetu.